Thikri, in la no. Kwa vile leo itakuwa ndio siku ya mwisho ya kukupatieni jawabu za masuala mliotuletea katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, tutayatanguliza masuali yanayohusiana na saum na vilevile na hukumu za zakaa, kwa vile ndiyo ambayo yanahitajika zaidi kujulikana katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo kuna suala ambalo muulizaji anasema, nchi tunayoishi ni nchi inayofuata Saudi Arabia, nasi hatuna uwezo wa kuona mwezi, anakusudia inayofuata katika funga. Je, inatufalia kufuatana na nchi ya jirani ambayo inatazama mwezi kwa uadilifu? Kiwaifai, na maana sisi tutakuwa kila mwezi tutimize siku thalathini, na pia kila mwezi tutakuwa tunakosa sala ya Idi. Kwani kwa hii nchi watu wote wanafuata kutangaziwa na serikali, hakuna kundi kutangulia na jengine kuchelewa. Jawabu, kwa mujibu wa wenye ilmu Hili suala la mwandamo wa mwezi au mwanzo wa kufunga na mwisho wa kufunga katika mwezi wa Ramadhani lina khilafu baina ya wenye elimu, baina wanaosema kwamba popote tutapoandama mwezi waislamu wanatakiwa wafunge, na wale ambao wanasema kwamba kila nchi ifuate mwandamo wake, ila ikiwa hakuona mwezi wanaweza kufuata nchi ya jirani Ee, ambayo wao kawaida huona wanauona pamoja mwezi, kwa maana mwandamo wao, mwandamo wao wa mwezi ni mmoja, jambo ambalo linaitwa ikhtilafu lmatali, yani kutofautiana miandamo ya mwezi baina ya nchi na kuwafikiana vile vile miandamo, ndio itifaqu lmatali, kuwafikiana miandamo ya mwezi katika baadhi ya nchi Kauli ambayo ni ya wengi katika wenye ilmu na ambayo ndiyo ambayo unaungwa mkono na dalili zilizokuwa sahihi ni kwamba watu wafuate mwandamo wao, wasifuate mwandamo wa nchi ya mbali ambayo, ambayo hawafikiani nayo katika kuandama mwezi, au si aghlabu kuafikiana, mara nyingi huwa ni tofauti, na hiyo ndiyo kauli hata inayofuatwa na maulama wa Saudi Arabia, mufti wa Saudi Arabia, e, wakiulizwa kuhusu swala hili wanasema watu wasifuate Saudia katika muandamo waliokuwa mbali, watazame muandamo wao. Kwa hiyo e, ikiwa hii nchi ipo karibu na Saudia kiasi ya kwamba e, wanaweza kuwa na muandamo mmoja na Saudi Arabia Saudi Arabia, kwa hivyo kuwafuata Saudia ni sawa sawa. Ama ikiwa ni nchi ya mbali ambayo mara nyingi mwandamo wao unakuwa tofauti na Saudi Arabia. Kama ungekuwa mwezi unaonekana e, tabano, wanaweza kujua hayo wakiangalia nchi za jirani ambazo zinafuata mwezi ambao unathibiti kwa e, kuandama kwao. Kwa hivyo itakuwa bila shaka haifai kufuata mwandamo wa mbali ikiwa ni mbali na Saudi Arabia kwa hivyo linalopasa eh, eh, eh, lifanywe kwa watu kama hawa, waulize mashehe wao huko waliko, je, sisi mwandamo wetu unaungana na Saudi Arabia au sisi ni tofauti kwa vile tuko mbali na Saudi Arabia? Ikiwa mashekhe wao watawambia mwandamo wao ni tofauti na Saudi Arabia, basi bila shaka wao watakuwa eh, wanayo ruhusa ya kutazama nchi ya jirani ambayo inaangalia mwezi kama inavyopasa kisheria. E, ikiwa inathibitisha mwezi kisheria kwa kuangalia na kudhibiti, basi wanaweza kuifuata. Lakini kama hilo litaleta e, e, mtafaruku katika jamii yao, katika nchi yao, basi wanaweza kufanya hilo kisiri, bila kujionesha kwamba wao mfano wanachelewa kufunga kuliko wengine ee, au wanatangulia. Inategemea huo mwandamo wa nchi za jirani ambao unafuatwa kiuadilifu, unatangulia au e, ni baada ya Saudi Arabia. Kwa hivyo wanaweza kufanya hilo kisiri, wasijue, wasiwaambie watu wengine ee, wanaweza kufunga kwa mujibu wa ndamo. Kuhusiana na swala la Eidi, Eidi, wanaweza kusali na watu hapana neno katika kusalidi, hata ikiwa mtu kafunga au atakuwa amefungua kabla ya wengine kwa mujibu wa sheria, lakini bila ya kujionyesha, ikiwa suala hilo litaleta mfarakano au litaleta mzozo eh, baina ya jamii kwa hivyo la msingi ni kwamba kauli yenye nguvu na ndio ya wingi na ndiyo ambayo inatolewa fatwa Saudi Arabia, ni kwamba penye tofauti ya mwandamo, basi watu wafuate mwandamo wao, wasifuate mwandamo wa Saudi Arabia. Kwa hivyo watu hao warejee kwa masheke wao ambao wanaaminika, wa waulize. Ikiwa watawambia kweli, yani serikali tunalazimisha tufuate Saudia, lakini hapa mwandamo ni tofauti, wanaweza wao Yani, kufunga kwa mwandamo sahihi, lakini kwanza wajitahidi kuuangalia mwezi wao binafsi, kwa sababu swala la kuangalia mwezi unapoingia wa Ramadhani inawawajibikia Waislamu kwa jumla. Kwa hivyo unapaswa wafanyi wajibu wao, wajitahidi kuangalia mwezi, wakikosa kuuona, ndio wanaweza kufuata nchi ya jirani ambayo inaungana nao katika muandamo, kama inavyosema na wenye ilmu. Eh, lakini kama tulivyosema ikiwa panaleta mzozo katika kufanya hivyo na mfarakano na pengine ugomvi na pengine kuwaletea madhara zaidi kuliko yani wanavyotarajia, basi katika hali kama hiyo hawataki wajioneshe katika kufunga kwao na huo mwandamo uliokuwa sahihi. wallahu lmuwafiq wallahu alam.